Mapema leo hii kwenye mitandao ya kijamii kulikuwa na taarifa kutoka uh, sehemu mbalimbali zikisema kwamba mwanamitandao ya kijamii uh, Clemence Mwandambo au uh, maarufu kama mzee wetu Clemence Clemence Mwandambo nachoka, haonekani amechukuliwa, uh, nyumbani kwake nyumbani kwake jijini Mbeya. Sasa hakukuwa na taarifa rasmi uh, ya kwamba Mwandambo yuko wapi na nini, lakini Uh, taarifa rasmi imetoka uh, ni Jeshi la Polisi mkoani Mbeya ndio linamshikilia mwalimu wa shule ya awali ya St Clemence, eh, anayefahamika kwa jina la Clemence Kenani Mwandambo, mkazi wa Uzunguni A, kwa tuhuma za kutoa na kusambaza maneno ya uchochezi kupitia akaunti zake za Facebook na Instagram. Kama unakumbuka vizuri Mwandambo amekuwa na kawaida hiyo ya kuzungumza vitu tofauti tofauti kupitia ukurasa wake wa Instagram, hasa hasa huwa anaposti video tofauti tofauti akizungumzia vitu tofauti tofauti eh, vya ku vya kiserikali, kidini, maisha, jamii kwa ujumla. Sasa hakukuwa na taarifa rasmi Alichukuliwa na nani, na nani na nini, lakini sasa hivi jeshi la polisi mkoani Mbeya limetoa taarifa rasmi. Sasa Mwandambo alikamatwa Novemba 21 mwaka 2025, ambapo ni siku ya jana saa 5 na dakika 20 asubuhi katika eneo la Uzunguni jijini Mbeya. Uchunguzi wa awali unaendelea na mara utakapokamilika, hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Sasa nataka nikusomee, uh, barua ya polisi uh, jijini Mbeya inavyosomeka barua yenye taarifa ya kukamatwa kwa Clemence Mwandambo, yaani kusomea hapa, ikiwa ni barua kutoka jeshi la polisi jijini Mbeya. Barua inasomeka hivi: taarifa kwa umma ashikiliwa na jeshi la polisi Mbeya kwa tuhuma za kijinai jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia mwalimu wa shule ya awali ya Saint Clemence ndugu Clemence Kenani Mwandambo, mkazi wa Uzunguni A e, jijini Mbeya kwa tuhuma za uchochezi. Mtuhumiwa alikama, alikamatwa mnamo Novemba 21 mwaka 2025 saa 5 na dakika 20 asubuhi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 ya jeshi la polisi. Kwa hivyo kwa yeyote ambaye alikuwa anapita mtandaoni, labda anaona taarifa kwamba Mwandambo amekamatwa, hajui amekamatwa na nani au amechukuliwa na nani, basi ni jeshi la polisi eh, jijini Mbeya na kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya kwenye taarifa yake leo eh, kupitia hiyo barua ameiwekea ame vizuri ime, ime, andikwa vizuri kabisa kwamba wao ndo wanamshikilia na upelezi utakapokamilika basi hatua za kisheria zitachukuliwa, eh, tofauti na sintofahamu iliyokuwa inasambazwa mtandaoni kwamba ametekwa ametekwa. Hapana, jeshi la polisi limekiri kwamba wao ndio wanamshikilia eh, Mzee Clemence Mwandambo.